Miongo minne ya CCM chama kikongwe kinaangazia changamoto mpya za kisiasa nchini. Chama cha Mapinduzi CCM, chama kikuu cha siasa nchini Tanzania, kinakabiliwa na hali mpya ya kisiasa ambayo inahitaji mabadiliko ya mikakati na njia mpya za kutekeleza sera zake ili kukidhi matarajio ya wananchi baada ya takribani miaka minane tangu kuingia madarakani. Hii ni changamoto inayozidi kuibua mjadala mpana wa kisiasa na kiuchumi ndani ya nchi, huku chama kikijaribu kusalia mstari wa mbele kisiasa na kisera. Kwa karne nzima, CCM imekuwa nguzo kuu ya siasa Tanzania, ikiongoza mchakato wa kujenga taifa tangu uhuru hadi leo. Hata hivyo, mafanikio hayo ya kihistoria hayajazuia kuwepo kwa changamoto ambazo chama kinapaswa kukabiliana nazo kwa ubunifu na mikakati imara. Baadhi ya masuala ya kisiasa, kiuchumi na kijamii yameonekana kubadilika haraka, na sasa yanahitaji mwitikio mbadala tofauti na ule wa zamani. Mabadiliko ya wananchi na mitazamo yao ya kisiasa. Wataalamu wa masuala ya siasa wanasema kwamba mabadiliko ya mawazo na matakwa ya wananchi wamekuwa yakibadilika kutokana na vyanzo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na televisheni, mitandao ya kijamii, elimu na ushiriki wa jamii katika uchumi wa kisasa. Wananchi wengi sasa wanatafuta uwazi, uwajibikaji na mara nyingi wanapenda kuona matokeo ya haraka kwa masuala yao ya kila siku kama huduma za afya, elimu, ajira, usalama wa chakula na fursa za uwekezaji. Kwa upande wake, CCM imekuwa ikiendelea kusisitiza umuhimu wa kusikiliza sauti ya wananchi na kuijumuisha katika sera zake, lakini changamoto za kiutendaji zinahitaji mikakati ya kina ya kuleta ufanisi wa haraka zaidi. Haiwezi kupuuzia ukweli kwamba kizazi kipya cha Watanzania kina matarajio mapya ya uongozi na utendaji wa serikali. Chama kikongwe katika dunia ya siasa zinazobadilika. Mbali na masuala ya ndani, siasa za Afrika na dunia kwa ujumla zimekuwa zikibadilika kwa kasi kutokana na mabadiliko ya kimataifa kama vile mabadiliko ya hali ya hewa, changamoto za kiuchumi, ushindani wa kibiashara na mabadiliko ya teknolojia. Katika mazingira hayo, vyama vya kisiasa vinapaswa kubadili mtazamo wao ili kukidhi mahitaji ya umma kwa wakati uliokaribia. CCM imetambua kuwa siasa zilizowahi kufanikiwa zamani zinaweza kutokuwa na ufanisi sawa katika zama hizi za mabadiliko ya teknolojia na mitazamo. Hivyo, chama kinajitahidi kutafuta suluhisho la kuibua mikakati mpya ya kisiasa itakayoweka uwazi, majadiliano ya kitaifa na kuhusisha vijana, wanawake na jamii zote bila ubaguzi ushindani wa vyama vya upinzani na CCM. Kwa karibu miongo minne, CCM imekuwa mstari wa mbele kisiasa nchini, lakini sasa inashuhudia kuongezeka kwa ushindani wa kisiasa kutoka kwa vyama vya upinzani. Vyama hivi vimekuwa vikipata umaarufu miongoni mwa Watanzania, hasa vijana, kwa kuzungumzia masuala yanayowagusa moja kwa moja kama ajira, huduma za kijamii, fursa za kiuchumi na haki za kiraia. Hii inasababisha CCM kuibua mikakati ya kuwasiliana vyema zaidi na wananchi wake, kujibu vipaumbele vya umma na kuhakikisha kwamba sera za chama zinazingatia haraka matakwa ya mabadiliko ya kihisia na kiuchumi ya watu wa Tanzania. Mikakati ya CCM ya kukabiliana na hali mpya ya kisiasa. CCM imefanya marekebisho kadhaa ya ndani ili kujiweka vizuri katika mazingira mapya ya siasa. Kuimarisha mawasiliano ya chama na wananchi kwa kutumia vyombo vya habari vya kisasa, mitandao ya kijamii, mikutano ya hadhara na mashauriano ya moja kwa moja baina ya viongozi na wananchi. Kujenga sera zinazolenga changamoto za sasa kama ajira kwa vijana, juhudi za kupunguza gharama ya maisha kwa familia zilizo chini ya msukumo wa kiuchumi na kuboresha huduma za msingi kama afya na elimu. Kuboresha shughuli za chama kwa utendaji bora katika ngazi ya wilaya, mikoa na taifa ili kuhakikisha kwamba sera zinatekelezwa kwa uwazi na kwa maslahi ya wananchi. Ushirikiano na wadau mbalimbali wa jamii kama vile wanajamii, viongozi wa dini, taasisi za kiraia na wajasiriamali ili kutumia mawazo yao na uzoefu katika kutengeneza mikakati ya chama inayoweza kukidhi changamoto za kisasa, nchi kubwa ya demokrasia na mapinduzi ya sera. Katika miaka ya hivi karibuni, Tanzania imepiga hatua katika ngazi ya kisiasa na kiuchumi. Ikizingatia misingi ya demokrasia, jamii hupata nafasi ya kutoa maoni yake kupitia vikao vya umma, mitandao ya kijamii na mijadala ya kitaifa. Hii imetokana na magaefu ya sera na kanuni zilizolenga kuwezesha ushiriki wa wananchi katika maamuzi ya taifa. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba bado kuna nafasi ya kuboresha jinsi siasa zinavyowakilisha jamii mbalimbali, mbali, hasa waliopo vijijini ambao mara nyingi hawapati fursa ya kutosha ya kusikilizwa na viongozi. Umaarufu wa vijana na wanawake kwenye siasa. Gazeti la siasa linaendelea kufuatilia jinsi vijana na wanawake wanavyoongezeka kwenye nafasi za uongozi ndani ya vyama vya kisiasa. Hii ni kutokana na jitihada za kutaka kuwapa nafasi makundi ambayo yamekuwa yakipuuziwa kwa miongo ya kinyuma. CCM imeanza kujumuisha vijana na wanawake kwa undani zaidi katika taratibu za chama na imekuwa ikipigia debe sera zinazolenga kukuza uwezo wa makundi hayo katika nyanja mbalimbali. Mbali. Katika mkutano mmoja wa chama, viongozi wa ngazi mbalimbali walishiriki kufafanua umuhimu wa kuhusisha vijana na wanawake katika michakato ya uongozi na utekelezaji wa sera. Walieleza kuwa kuwapa nafasi vijana na wanawake ni sehemu ya kukidhi matarajio ya jamii na kuimarisha chama katika muktadha wa kisiasa wa sasa. Mahitaji ya wananchi na mabadiliko ya kiuchumi. Kwa upande wake, Tanzania inakabiliwa na changamoto kama vile ongezeko la gharama ya maisha changamoto za ajira na hitaji la kuongeza fursa za uwekezaji. CCM imewekeza mikakati ya kukuza uchumi kupitia sekta mbalimbali ikiwemo kilimo, utalii, viwanda na miundombinu. Walakini, matatizo ya matako la ajira kwa vijana na upatikanaji wa huduma bora za afya na elimu bado yanahitaji mbinu bunifu na ushirikiano kati ya serikali na wadau. CCM inakusudia kutumia misingi yake ya muungano na ustawi wa taifa kuhakikisha kwamba mabadiliko ya sera zinazingatia ustawi wa jamii kwa ujumla. Hii ni pamoja na kuwajumuisha wananchi katika kujenga mustakabali wa maendeleo ya taifa. Mwisho, changamoto na fursa kwa CCM. Kwa kuhitimisha, Chama cha Mapinduzi CCM kipo katika kipindi nyeti kinachohitaji tathmini ya kina, maamuzi ya kistratejia na mabadiliko ya kifikra ili kuendana na mazingira mapya ya kisiasa, kiuchumi na kijamii nchini. Baada ya takriban miongo minne ya kutawala, chama kinakabiliwa na ukweli kwamba siasa za kisasa hazitegemei tena historia pekee, bali utendaji, uwazi, usikivu na uwezo wa kujibu mahitaji halisi ya wananchi kwa wakati. Miongoni mwa changamoto kubwa ni mabadiliko ya matarajio ya wananchi, hususan vijana ambao ndio kundi kubwa la wapiga kura. Vijana wanahitaji ajira fursa za kiuchumi, sauti katika maamuzi ya kisiasa na matumizi ya teknolojia katika uendeshaji wa serikali. Kukosa kuwajumuisha ipasavyo kunaweza kudhoofisha uungano wa chama katika siku za kijacho. Aidha hivyo, ongezeko la ushindani wa kisiasa kutoka kwa vyama vya upinzani linaweka shinikizo kwa CCM kuboresha mbinu zake za kisera na mawasiliano. Hata hivyo, pamoja na changamoto hizo, CCM bado ina fursa kubwa ya kuendelea kuwa chama kinachoongoza taifa. Mtandao wake mpana kuanzia ngazi ya kijiji hadi taifa, uzoefu muda mrefu katika uongozi wa serikali, pamoja na rasilimali watu waliobobea katika nyanja mbalimbali, vinaipa nafasi ya kujirekebisha na kuimarika zaidi. Ikiwa chama kitawekeza katika kusikiliza wananchi, kuimarisha demokrasia ya ndani, kupambana na uzembe na vitendo vinavyokiuka maadili ya uongozi, kitaweza kurejesha na kuimarisha imani ya umma. Zaidi ya hayo, magaefu ya kiuchumi na dijitali yanayoendelea nchini yanatoa fursa kwa CCM kuonyesha uongozi wa kisasa unaoangalia mbele, unaojali uwajibikaji na kutoa majibu ya vitendo kwa machangamoto za maisha ya kila siku ya Watanzania. Mafanikio katika maeneo haya yanaweza kuwa daraja la kuunganisha historia ya chama na matarajio ya kizazi kipya. Kwa hiyo basi, mustakabali wa CCM hautategemea tu urithi wake wa kihistoria, bali uwezo wake kujifunza, kubadilika na kujirekebisha katika mazingira ya kisasa. Chama kina fursa ya kugeuza changamoto kuwa kichocheo cha mabadiliko chanya, na hivyo kuendelea kuwa muhimu muhimu wa siasa na maendeleo ya Tanzania.